ani mwalimu Selewe anaungana na wachezaji wengine kushangilia Mahamadu Kasale anapiga makofi na kuhamasisha mashabiki wa Simba waendelee kushangilia kwa nguvu zote. Bonge chama nakasonapate juri kabisa ya Simba anapata bao la pili hapa. Selemani Mwalimu Salewe anaungana na wachezaji wengine wa kushangilia Mahamadu Kasale anapiga makofi na kuhamasisha mashabiki wa Simba waendelee kushangilia kwa nguvu zote.